E, wadau e, wako watu wanapata matatizo ya kutokupata choo ambayo yanawaletea e, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kujaa au tumbo kunguruma. Kwanza kabisa, watu kama hao fahamu ya kwamba kupata choo kwa binadamu e, kwa kawaida e, wako watu ambao wanapata choo kila siku mara moja kwa siku au wako ambao wanapata choo mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo kama unapata choo mara tatu kwa wiki halafu ukawa hauna shida nyingine yoyote, tumbo haliumi, halijai, choo sio kigumu cha kawaida e, jua kwamba hilo sio tatizo, ni hali ya kawaida. Lakini kwa ambao wanakaa muda mrefu hata wiki nzima hajapata choo, au choo kinakuwa kigumu e, choo kinatoka na damu damu E, au e, upate choo pamoja na mambo mengine ya tumbo, kuuma, tumbo na kwazito, tumbo na vuruga, hapo ndo kuna tatizo. Sasa e, watu wenye shida kama hizo e, huwa tunashauri kutafuta chanzo cha kwa nini hawapati choo kama inavyotakiwa, kwa nini choo kimekuwa kigumu e, kwa nini hayo yote yanatokea. Sasa sababu huwa tunaanza na vipimo vya damu vya kawaida. E, vipimo vya choo vya kawaida e, vipimo kuangalia hali ya figo, hali ya ini, e, hali ya kongosho mm, kuangalia namna mwili unavyofanya kazi e, ili tuweze kutibu sababu yako. Mambo mengine inakuwa sababu tu ni hayo maambukizi ya brusela ya H. pylori, inakuwa ni shida za chumvi chumvi katika mwili, inakuwa ni shida ya dundumio inakuwa ni shida ya vichocheo vingine katika mwili. Kwa hiyo hivyo vitu ukivirekebisha, kila kitu kinakaa sawa. Sasa ndugu zanguni eh, kama umeshapimwa vipimo vya kawaida vya kuangalia mifumo ya kawaida, umeshaangalia vichocheo, umeshaangalia maambukizi ya brusella ya h pylori na maambukizi mengine umeshapima eh, ini umeshaangalia hali ya figo, umeshaangalia kongosho, kila kitu umeshaangalia na ukatibiwa vizuri kwa eh, kwa angalau miezi mitatu mpaka sita, na baada ya huo muda kutibiwa bado tatizo liko pale pale. Sasa kama shida iko pale pale, sasa ndo tunashauri eh, kufanya vipimo vikubwa vya kuchunguza huko ndani kuna, eh, kuna kitu gani? Vipimo vya kuchunguza tumboni, kuna nini? Kuangalia tumboni, kama kuna uvimbe ambao unaendelea tumboni, kuangalia kama utumbo mpana E, ni mrefu kupita maelezo. Kuangalia e, kama kuna uvimbe au shida yoyote ndani ya utumbo mpana. Na hapo ndo nafasi ya kipimo cha kolonoskopi kinakuja. Kipimo cha kolonoskopi ni kipimo cha kamera e, ambacho e, mpira wenye kamera unapitishwa kwenye tundo la haja kubwa kinakuwa kinapima, kinamulika utumbo wote mpana, kinaangalia kwa kama kuna sehemu kuna michubuko, kitasema kama kuna sehemu kuna eh, uvimbe, kinasema kama kuna sehemu kina kidonda, itasema na hicho kina, kinaangalia kina kinasema, kinaweza kuchukua sampuli pale kwenda kupima na kinaweza kuwa kutumika kama tiba kwenye kipimo hicho. Kipimo hicho kinafanyika kupitia haja kubwa na kinafanyika kama ameshafanya mambo mengine yote lakini bado dalili zinaendelea, bado haupati unafuu. Sio vipimo vya kuanza navyo, ni vipimo vya kufanya ukiwa umeshafanya mambo yote na hujapata nafuu lakini viko eh, vipimo vingine eh, kama kipimo kinachoitwa barium follow eh, kipimo ambayo dawa maalum inapitishwa kwenye haja kubwa kwenda kwenye utumbo eh, utumbo mpana ili kuweza kupima na kuangalia eh, urefu wa utumbo wako mpana ili kujua ni, ni wa kawaida au ni, ni mrefu zaidi. Lakini viko vipimo vingine vya kumulika eh, CT scan ya tumbo, MRI ya tumbo eh, ee, ambayo itatuambia kuna nini kinachoendelea tumboni kama kuna uvimbe wowote tumboni au ndani ya utumbo ambao unaleta hizo shida tutaweza kufahamu. Kwa hiyo ndugu zanguni, ambao mna shida ya kupata choo kwa muda mrefu, mmeshafanya mambo yote ya kawaida, mmeshatumia dawa za kawaida, mnazingatia masharti lakini hiyo hali haiondoki, nendeni kafanya vipimo vikubwa ili kuweza kujua ni nini ambacho kinaleta hizo dalili. Ndugu yangu, ukipimwa vizuri, tatizo linaonekana, ugonjwa unaonekana na utatibiwa vizuri. Vipimo vyote vinapatikana hapa hapa nchini. E, ni wewe tu kwenda kwenda kwenda kupima na kumweleza daktari vizuri, historia kamili, matibabu ambayo umeshayafanya, vipimo ambavyo umeshavipima vyote, na daktari sasa ataona ni kipimo kipi kikubwa cha kukupima ili kuchunguza mfumo wako wa tumbo, mfumo wako wa haja kubwa, mfumo wako wa tumbo mpana ili uweze kutibiwa jambo sahihi na hiyo hali iweze kuondoka, uweze kukaa sawa. Vipimo ni muhimu, utajua chanzo cha, cha tatizo lako.